Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha J & R Chat na leo mimi na Rebeka tunakuja kuongea topic ambayo ni very, very, very, very moto. Kweli, maisha mwalimu. Rebeka, haya maisha ni mwalimu. Em, kivipi? Hebu tusikilizie. Tunapenda kuendelea na hii topic. Tunaenda kujifunza kwamba maisha yanaweza kuwa mwalimu. Mimi nilivyoona, Rebeka, kutokana hata na mambo ya mwilini. Unajua, tunakuwa tunaishi hivi kawaida Alafu mtu unaweza kuwa unasubiri, ah, nije nihubiriwe au nije nifundishwe, kumbe maisha yenyewe yanakufundisha, si ndio? Kabisa. mm -hmm. Na Waswahili wakakuambia asiyefunzwa na mamae atafundishwa nani? na nini na ulimwengu, yani anafikia. mm. uli, ni watu lakini, kumbe ndio. mm -hmm. Ni watu lakini na vile vitu ambavyo utavipitia vitakufanywa. yeah. eh? <laughs> yeah. Lakini mm. Sasa nikiangalia kitu kimoja, kw kinanishangazaga. hmm? mimi unajua, naweza nikasema Mungu alinisaidia sisi, mama yetu aliokoka siku nyingi, kwa hiyo tumekaa kanisani na tumejifunza kanisani muda mrefu. Lakini unajua, unaweza yani, ii naongea sasa hii reality ambayo yangu mimi, unajua, kipindi nilichokuwa niko kanisani sio kwamba kile kipindi nilichokuwa nimemfuata mama ndio kipindi nilikuwa mimi kama mimi nimeamua kumfata Yesu kikweli. Unaona sasa kuna kipindi au kuna watu wengi sana umeshawasikia, watu wanasema hivi, ah, yule bwana kwa nini anafanya hivi na nimlokole? hujawahi kusikia mm. Mtu anajaribu ni A... mtu anaweza kuniangalia mimi akashangaa hivyo hivo A... sa nyingine nasikiaga mtu anaweza kwamba aafu umesema umeokoka, umeona hey. hey, <laughs> kwa hiyo nikaja nikakuta hivi, nikaanza kujifunza kwamba kumbe huku kwenye kuokoka tunaenda kanisani, tunafundishwa, unajua neno la Mungu nini, ni uponyaji ni upanga ni kila kitu linasaidia, lakini bado nilikuwa najiuliza kwamba kwa nini unaweza ukamkuta mtu kweli ana Mungu kweli anasema anasali, unamuona anaenda kanisani, lakini mambo mengine bado yanakuwa hayajapona. Nikajua aa, sasa kurelate ndugu yangu na mtu mwingine ambaye anaenda hospitali. Sasa nikitaka kuuliza swali, labda nikuulize wewe alafu ujibu. ni kweli kwamba kila ambaye ameenda hospitali, matumaini ni nini, anatakiwa apone si ndio? lakini ni kwamba wote wanaoenda hospitali wanapona? sio kweli, wengi wanaoenda hospitali, wengine wanapona. Na nitaka nikuuliza swali jingine, kama mtu umeumwa kitu hicho hicho, tuchukulie na mimi nikaumwa kitu hicho hicho, nikaja nikachukua antibiotics zile zile ulizopewa Je, yeah? Yeah. Ni lazima kwamba kila mtu anayekunywa antibiotiki ambayo alikunywa mwingine kutokana na ugonjwa ule ule au mgonjwa fulani lazima apone? Sio lazima. oh. sasa zuri, sio hivyo tu. Wakati mimi nilivyogundulika na nani ugonjwa wa figo huo FSGSS, waliniambia kabisa, dawa tunakupa, moja ya tatu ya watu tu ndio huwa wanaponaga, wengine mbili ya tatu hawaponi, wao unakwenda figo itaisha, wataenda dialysis au watahitaji transplant au wanakufa. Lakini hiyo ni kiudaktari. Kwa hiyo ina maana maisha mm, ya kiroho kuna magonjwa, jamani, usipoangalia hilo gonjwa <laughs> yani, sasa mimi naangalia e, ni kweli ukiachia hayo magonjwa sasa. Kabla hatujafika hata kwenye magonjwa ya kiroho, maana yake hapo, hiyo tunaweza mm, tukaifanya ni another topic for another day. Lakini ninachotaka mimi kuangalia ni kwenye hizi dawa, kwa nini dawa inaweza isimponyeshe mtu kidaktari especially, nilivyofika mimi huku nikajifunza, nikashangaa. Kwanza, mbona sisi famasi zetu hauwezi ukaenda, tukaambia naomba antibiotic, hata kama unakooa vipi, una unabanja kifua, kinauma mpaka upitie kwa nani? At, mimi nilivyofika the first day 27th of May nakumbuka, nimefika ninaumwa sikio Yani, naumwa sikiwa, ilikuwa ni Bank Holiday Monday kwa hiyo sasa inabidi tusubiri mpaka Tuesday. Tuesday nimeamka tu, sio mbali pana pharmacy. Eti tumeenda. Antibiotics. <laughs> yani, nimeenda kuulizia kununua. <laughs> <laughs> kwa GP. He? kwa GP? Sisi mbona hata tujajiandikisha, ndio mwende kujiandikisha, tukaenda yeah ndikisha tukaambiwa, tuje baada ya siku mbili, siku tatu, ndio tunamwona daktari. Ile siku tu wamechukua details, nimerudi na sikio mpaka natembea hivi. Kwa hiyo na hata ulivyompata daktari, kwa vile natembea hivi, ndio nikapewa antibiotics. Nikajua wenzetu antibiotics sio kama kule Bongo <laughs> ndio hivyo, na ndio hicho kitu kikubwa ambacho kimenifundisha mpaka hata hii somo tunaloongea leo, nikajua ni hivi sasa Baadaye, nilipouliza nilivyouliza, kwa nini huko hawaziuzi antibiotics hivyo kirahisi, hata uende wambia, unawapa milioni, sorry I can't give you mpaka nipate cheti cha ch ch ch ch daktari. mm. kuja kumuuliza daktari, daktari anasema hivi, Joyce eh, wewe una complain, ilikuwa baridi kipindi nimefikafika, unajua mgeni tena, nikapata mafua chest infection properly. nikapewa sasa nilivyopewa nimekuja kurudi kama baada ya muda sio mrefu sana, akaniuliza swali la kwanza, ulimaliza zile antibiotics? Mi bwana, nimefanya kibongobongo, kibongo, no, kibongo. Umesikia, siku <laughs> ya kwanza ya pili umepata nafuu, nimezitupa. hmm? Umeona Heh? Lakini nikasema kwa vile, daktari amejuaje, inabidi niwe honest ndio kumwambia Ah, mimi nimekunywa siku ya kwanza na ya pili nikasikia nafuu nikaacha ndo daktari kuniambia never ever hmm. kwa sababu ukiacha kunywa dawa kama inavyotakiwa wale wadudu wameshashtuka ni ile walishtuliwa walilala wali, wali, <coughs> <coughs> hey, walilala lakini hawakufa hey. kwa hiyo wewe ulivyo stop ilikuwa sasa ungeendelea kunywa vile walivyoanza kulala ndio ulikuwa uaue sasa mm -hmm. Kwa vile wewe hukuzimaliza dozi, hukumaliza dozi ndio maana wamefurumuka, na sasa wanapofurumuka, eh yeah. oh. <laughs> E, wanapofurumuka kaniambia, wanakuja wanatengeneza court ambazo mm -hmm. So sasa hata ukizinywa hizo dawa tena zinakua hazifanyi kazi mimi ndio e, okay. Ukiangalia nyumbani Afrika, Tanzania especially. Sisi wote ni madaktari yani sisi ndo, naenda pharmacy, unakwambia mtu nipe dawa fulani unajua dozi unainywaje. Umesikia vizuri, hauendelei. Kumbe ndio tatizo hilo lo. Nikasema ah, kumbe tunaweza tukajifunza kwenye hii pia eh. Niambie sasa, mtu ambaye anaenda kanisani neno linakuja pap, ni dawa ile, lakini mtu anaamua habadiliki au halichukui, kwa sababu neno linapona pale ambapo unaamua neno lifanye kazi, kwamba ulitumie likae moyoni. Sasa wee limeingia kichwani tu limeanza kushuka huyu, mm, pasta naye anaongea rabishi au huyu pasta naye, kwa nini anaofundisha hiki ukaliipuuzia kwa hiyo ukalisahau. Unakaa tena unakuja kukutana na mchungaji mwingine au mtumishi mwingine wa Mungu, anarudia neno ile ile, lakini unachukulia ah, huyu amesema hivi, mimi asiniingilie. Bwana hata mimi na Mungu wangu naomba kivyangu, hii sifati. At the end of the day, kumbe na yale mashetani inaonekana nayo yanakuwa sugu. Sasa unajua <laughs> kuna mtu alinitolea mfano mzuri, alisema hmm. Yetu ni kama ice. Uki, ice, unavyo, yani unavyoachia hot, hot, hot, panapokuwa na hali ya hewa ya moto inayeyuka. Kwa hiyo vile neno linavyokuja, we ambavyo ulifanyi kazi ile inazidi kuyeyuka kuyeyuka, mwisho hamna kitu. Yani you don't hear anything anymore. <laughs> Yani unajua mm. Mimis, na ndio maana nasema hivi, mimi siku zote namwambia Mungu, kweli Mungu tusamee ni mm. Kweli, as much as najua kwamba wapo watu wengine ambaye anaweza akasimama kabisa akakuhubiria kujipamba ni dhambi okay? Ninajua hiyo lakini, mimi sasa hii naongea sababu mi napenda, tunavyojifunza Bwana tunajifunza mifano yetu hai, si ndiyo? ili kama tupone tupone, kama tuponi tena, ndio hivyo. Mungu atusaidie mwenyewe. Mimi na believe hivi kujipamba nisizidishe. Ninajua kwamba naweza nikajipamba mpaka nikatoka hapo, kashindwa kuelewa ni bwanadamu au ni mnyama siyo? kama <laughs> iko too much mimi ndio na believe hivyo. Kwa hiyo kuna mtu mwingine naye anaweza akakaa, kuna vitu vyake anavyovipenda au kuna dhambi anazozitaka akazi polish akazi tafutia mpaka na maandiko. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, ndio maana mtu anaweza kaja akamshangaa akasema yule naye eti mlokole. Sasa unakuta ni kama unatukanisha jina kumbe la walokole, kumbe bwana si kingine. Sasa nikawa nashangaa sana sana sana Rebeka, kwamba wale wameona walokole wote kwa nini wanakosana? <laughs> hiyo hey, hiyo ndo kitu ilikuwa siwezi ku understand wale mm, wameona wote wanasali na ukiwasikiliza utakuta kweli wanani, kumbe bwana gomvi wa walokole mtu mme wake na mke wake wa benani, wewe ukiitwa ku, ku nani ku nini kugombe ku, wote wanajua maandiko bwana <laughs> <laughs> <No. laughs> anakuletea kila mtu Lakini si tumeambiwa kwamba yeah, yeah, mbona hivi mpona nenolo mgu linamwambia mwanaume ampende mke eh, maandiko utabaki hey. na, na mwanamme naye atakuja na wewe umetakiwa usubmit. Wote wanajua maandiko. Kwa hiyo nilikuwa nashindwa kuelewa kwamba jamani, mm, kitu gani ambacho kinafanya awa walokole tena wa miaka mingi wasiku? Kumbe jamani, tuangalie maisha haya haya tunayoishi eh? ya mwilini ni mfano kabisa wa maisha ya rohoni ambako siku moja ndio tutakuja. Mungu atatuambia, niliwapa mifano hii, mbona mkuifuata? kwa hiyo ni mm. kweli kweli Kwenye... huo mfano wa dawa nimeupenda mm. ulivyozungumzia kwamba kuna watu ambao hawatumii dozi, wakamaliza dozi, lakini hapo hapo mimi kosa nilivyoolewa na mume wangu. Kitu cha kwanza likigundua, akanikemea sana ni kunywa dawa kwa wakati hizo hizo yeah. Antibiotics unahitaji eight awali. Sasa nyingine mm. mbili usiku, nyingine umesahau. Sasa na sisi unakuta hivyo hivyo mm. ama mara umeomba mara hujaomba yes. mara umesoma Biblia mara hujasoma, mara umeenda kanisani mara hujaenda, mara umeambiwa fanya hivi mara umetii mara hujatii, yaani we are yeah. not consistent. Kwa hiyo <laughs> kwenye hiyo point yako Rebecca, ndo nzuri sana especially kwenye maombi, kwa sababu kwenye maombi <laughs> Ndio maana Biblia imetuambia ombeni bila kukoma, okay? mm. Lakini sasa sisi kwa sababu Mungu ni wa rehema sana, unaweza ukasikia kichwa kinagonga kiki, kiki, uka kwa jina Yesu kichwa toka, nyama za poa kikapoa, lakini hujasikiliza rohoni kujua kwamba kile kichwa ilikuwa ni kichwa kichwa au kulikuwa kuna kitu kingine cha zaidi ambacho natakiwa niendelee kuomba au nimwombe Mungu ili iishe kabisa. Kwa hiyo ni kweli na sisi tunaweza tukawa tunatumia dozi za vitu ambavyo tumepewa, kama maombi, kama imani, kama nini, nusu nusu. As a mm result, unajikuta mtu uko kanisani unajulikana ni mlokole, lakini dhambi nyingi fulani zinakupiga nini chini, na ukijua kabisa kwamba ni kweli hakuna mwanadamu anaweza akaishinda dhambi kwa uwezo wake wa nguvu au akili no. Kwa hiyo ndo maana jamani tunatakiwa tuangalie maisha haya haya tunayoishi yatufundishe. Na ndio maana kumbe, ndio maana Biblia imekatalia watu kujaji, unajua kama hivyo sasa. Anaweza nikaja nikajaji yule, naye yuko kanisani yule nayejifanya mlokoli na upendo hana kumbe, mwenzako lile ile dawa hanywi eh? au <laughs> ameinywa, ameinywa, ame mara mbili, akaona ah, dawa yenyewe chungu. Unaona, mi kuna dawa kama klorokwini nilikunywaga mara ya mwisho ikaniwasha chungu, nilisemaga sitainywa. Umeona? kwa hiyo na, nadhani hata dozi niliyokuwa nakunywa kule sikumalizaga tangoda, hata nimekimbia huko, naona hao wadudu waliokuwako kwenye mwili walishakufaga wenyewe kwa kwa nguvu ya Mungu, umeelewa? kwa sababu kumbe ni the same. Ndio maana utashangaa hawa sasa wote wanataka kansani, lakini wanakupigana, wanagombana. Ah, kumbe tusijaji usiseme, kwa sababu mtu anaenda kanisani iko hivi. Ndio maana pia Biblia ikasema, acheni ngano na magugu vyote. Na sasa uje mm, ukosee ustep kwenye too ya mtu ambaye ndio naye anakunywa dawa kimazabe mazabe, alafu eh, oh, mwenye wewe unasema miaka mingapi? Kwa hivyo eh, tuna hali za ugonjwa zinatofautiana. Kuna wengine maututi, umeona kuna mwingine maututi, kuna mwingine ananafuu. Sasa na shida nyingine, shida nyingine kanisani, wale ambao wananafuu nafuu hawawaelewi maututi <coughs> yeah. Na mimi hiyo kanisani kwetu tunayo sana. Kuna sister mmoja wao namjua, kila siku tunamwambia tunamwambia, Sister Melina, hata Biblia inatuambia the strong should help the weak. Yeah wako wengine, sio kwamba wanapenda kufanya wanavyofanya. Anasema mbona siku zote watu wamekaa kanisa. Tena mfano mzuri nitakuja kuutoa kanisani. Anasema yeah, people have been in this church for 20 years 20 years old they don't change, lakini mwenzako maututi hata ujanywi <laughs> yan, yani, yani sio kama hata tu hivyo. Ina maana huyo wameshakuwa maututi, ujanywi, yuko kwenye mashine uwe iko ICU. Kwa hiyo sasa wamemweka tu, wameweka ile oxygen hawajui. Yeah. Yaani hapo sasa na wenyewe, unajua kuna kipindi madaktari wenyewe wana expect Mungu tu ndio afanye miracle. Exactly. Na miracle happens. Kwa hiyo ni kweli kuna watu ambao wako makanisani lakini wako ICU. Mm. Unaona? Kwa hiyo yu, yule mtu sasa uende uanze tena kwanza kumwambia wewe eh, umekwenda kanisani miaka ah 20, ah, unamwambia mwa ututi, unamwambia inuka, kwa nini uwezi kwenda ku kwenye choo Jamani, <laughs> tunaongea kama tunacheka, lakini tumuombe Mungu. Hata sisi, ndio maana inasema ajidhanea amesimama aangalie, mm -hmm. Asianguke, tuangalie na sisi u tuka, tunafikiri kwa sababu na bilifu sasa hivi, kwamba ambaye ni mahututi wala hajijui kama ni mahututi mm -hmm. Hey, anajiona yuko okay, lakini kumbe kiroho kimeshaumwa huko, kinakaribia kunini kukatika. Unaona eh? na kwa vile ameshachezea dawa, anakula neno la Mungu analitema, anakula na tema. Ndio hilo unasikia, usifanye hiki, unaenda tuna bipu tena, unafanya ukirudi, unajua nitasema sore God, unasema sore God, unaendelea. Kumbe kuna kitu ambacho kinatengenezeka katika maisha. Sasa hiyo ni spiritual ambayo unakuta hatuoni kwa macho ya mwili, na ndio maana unakuta kuna vitu mtu anaweza kafanya, mpaka kashtuka, alianzaje? Eh yani, ule naa mtu anafanya kitu afu mpaka unaambiwa fulani kafanya hivi kanisani, unasema what happened? yani, ilianzaje? Lakini kumbe dozi ilishaanza kudunda, dozi imedunda, dozi, eh, dozi ilishadunda, na dozi ikishadunda, na kweli wazungu kuna sehemu wanafika sehemu wanakwambia there is nothing we can do. Mm-hmm. Kwa hiyo na wakishona kwamba dawa wanayokupa ni kama a waste. Kwa nini wasiache wakampe mtu ambaye ni fresh ambaye anakuja na ule ugonjwa ambao ndio umeanzaanza wanampa napona. Kwa hiyo jamani, tuangalie. Ndio maana ukienda, nafikiri kuna kaclip kamoja nako nilikaona kakanichekesha sana, kwamba hii biashara ambayo tunaweza tukakimbilia kusema mimi, eh, single nataka niolewe na only mtu wa church. Eh? Kumbe haitoshi kumjaji mtu tu kwa kuwa kwenye kanisa au kwa kwenda yeah. Kanisani haitoshi, we need to pray, na kweli tunatakiwa Mungu atusaidie tujue kwamba kweli huyu mtu alikuja hapa mgonjwa kapona, eh? Huyu mtu hana ugonjwa huu, huyu mtu yuko fit, una dawa anatumia, yaani unajua hata mtu awe anatumia dawa, sasa dawa hataki au ndo wale wagonjwa mmewango analiambiaga wagonjwa wake asilimia tisini wanachukwaga dawa <laughs> wapate benefit awa wapatenakamndo hivyo eh? ndo hivyo kun, yaani kuna reason nyingi nyingi ambazo kweli ukiangalia unakuta maisha haya haya Yanatufundisha yani, Mungu amelink maisha haya tunayoishi na kiroho. Mm. Ebu tuwe careful. Kila tunachokifanya angalia, kinaweza kikawa kina ku affect vipi katika upande mwingine wa rohoni au kitu hicho chonachokifanya kiroho kinaweza kuwa na impact gani? Jiulize tu, nakula chakula hiki chakula kinaweza kanifanya nini? Unajua kuna wengine pia ngoja nikwambie, Rebeka, mimi naona sisi naiangalia kidetail sana kwamba hata chakula hiki cha kawaida tunachokula sio natuambia kwamba you you you what what from what you eat, uh, what you eat yeah. Okay, which mm-hmm. Mara ingine naweza nikasema yes or no. Wengine tuna jinsi zetu bwana, hizo si tubabaisha na wenyewe, lakini it's true. Mi napenda kula, napenda kupika na napenda kula umenelewa. Kwa hiyo nikija kukaa na mtu ambaye hali au sasa nikaingia na kwenyewe, unajua kila kitu, ndio tunaambiwa kwamba kila kitu kwa kiasi, na ndio kuna ile ambayo unasema kwamba hata sasa nikisema niamue ni uchukue unene wangu kupenda kula kwangu huku, niende sasa niseme sasa nataka niende nikae kanisani, nisome Biblia, sitaki kufanya kazi, sitaki kuangalia watoto. Unajua, sikia wale watu wanaachaga nani watoto hawajawaangalia, pesa zote zinapelekwa kanisani, kila kitu chote, yaani unakuta ana overdo kiasi kwamba ambavyo hata Mungu tena anaona mm -mm, sikukutuma hivi. Yule naye ame kama tunavyojifunza kwenye chakula cha kawaida Ukiovereat, mawanga mamafuta, mamanini, masukari nini kinatokea? Magonjwa na kwa ugonjwa tofauti tu, ya neno la Mungu ukilila ukashiba kikweli, kwa sababu anayekontroli Roho Mtakatifu yule ndio ataikontroli kae nini vizuri, kwa sababu na kwenyewe hatuwezi tukaliweka neno neno la Mungu kwa nguvu yetu vilevile, kwamba akili, kumbuka, ndio maana hapo tu ndopanaweza kidogo poka pana nini pana tofauti lakini na kwenyewe ukitaka useme, sasa okay, unaka, yani kuna vitu vingine ambavyo naweza nikatoa mfano ikawa labda ni too much, lakini kila kitu kwa time yake, kila kitu kwa kiasi chake na kinavyoshauriwa na nani na daktari. Kwa hiyo sisi, hebu tumfanye Mungu au tuseme Roho Mtakatifu awe daktari wetu. Kama ametuandikia dozi ni mbili mara tatu, hebu fata mbili mara tatu. Mimi nitakaga kujimaliza kipindi cha zamani, nilivyokuwa mdogo sikuwa najua Nikaumwaga tumbo bwana. hmm? mm. Nilivyoumwa tumbo, ili tumbo la kawaida, akili ya kitoto. I remember I think I was 19. Nyumbani huko, nikaenda kwenye kafamasi hapo, naomba nyumbani. Tulikuwa tunasema aspirin, tulikuwa tunakunywa aspirin sana kipindi hicho. mm. Na nafikiri mimi na panado, nafikiri paracetamol. Nimekuja kujua jina la paracetamol kama paracetamol, huko tuko huko tunaita panado, tuna aspirin. mm. Bwana nikanunua zote mbili. Unajua, I didn't die that day na believe Mungu alijua tu kwamba utoto. Nilikunywa kwanza aspirin mbili hazikunisaidia. Nikachukua panado mbili under less than four hours. Nikanywa mbili hazikunisaidia tena. Unajua, nikaongeza tena? Mm. Baadaye nilifeel kama kizunguzungu, sio kizunguzungu, yani nikasikia kama naanza kusweti, natoka jasho, yani nilijisikia vibaya. Kwa hiyo sasa on top of tumbo nikaanza kuswet. Yani, niliumwa ndio kuja kustuka kwamba akaja rafiki yangu mmoja alikuwa ni nesi, ndo akaniambia thank God, umeoverdose <coughs> ndo kunipa maziwa. Unaona, nafikiri baada ya muda nakumbuka kama nilitapika. maybe can help. Lakini you see, kila kitu tunatakiwa tufate kama tunavyoamriwa na daktari au sasa tunavyoamriwa na Mungu. Tusitake ku overdo things kwa sababu ya kujifanya tunajua, umeona? Mm -hmm. Ukala andadozi wadudu, wadudu wanakuwa upone ukajifanya na overdose tena ndio ile nimetaka kudebisha. Kwa Mungu atusaidie na tunaacha labda tuishapa isiwe ndefu sana, tuwaachie watu kusema hivi, kitu gani ambacho unakifanya katika mwili eh, ambacho kinaweza kikaafekti na maisha yako ya rohoni, au ukichukua kitu kile kile ukakigeuza kiroho kinakuafekti vipi? Labda tuachie kila mmoja ajiulize hilo swali. Amen. Amen. Sawa, wapendwa, basi tunaomba kama bado hujasubscribe, subscribe share like and comment. Tutaonana tena wiki ijayo na Mungu awabariki sana. Amen.